Maanake kimsingi mifano mingine iliyotajwa, kwa mfano IPTL, IPTL sio PPP. IPTL ilikuwa ni IPP, ni independent power producer, haukua PPP. Lakini sasa kuna power purchase agreement, serikali tanesco ndio soko. Kwa hiyo sio PPP lakini, yonasa, mimi, kuekeza, ajiko, lakini nasema, wewe unasema bwana, mimi nakuja kwa kuwekeza ni mwekezaji, lakini anasema wewe ndio utanunua. Serikali yenyewe inataka umeme uwepo iweze kuwauzia wananchi, sio kusambaza. Kwa hiyo mimi nikafikia kwamba kwa, kwa muda mfupi tulio nao ni muhimu sana. Kwanza concepts ziwe clear. PPP, leo mimi nilikuwa nimekuja nimejitayarisha kwa ajili ya kuangalia PPP. Kwa nini tunaona sheria zetu za PPP zimekuwepo? Na mradi ambao PPP ninayojua ilianza zamani na haijadirivi sana lakini ipo na naweza kusema iko successful, ni Songas. Mradi wa Songas unaingia kwenye criteria ya PPP. Na mwekezaji amewekeza, amebuild, ameown, ameoperate. Sasa transfer, sijui kama imetokea, lakini bado wanazungumza. Kwa hiyo mi nataka kusema kwamba ni muhimu sana katika second generation ya sasa hivi, kumpongeza kwamba kutaka free kule kwenye kituo chake, kutenganisha hii miradi. FDI ni FDI ordinary investment, in investment PPP ni in PPP. Lakini yote haya huwezi ku succeed if you are not transparent, huwezi ku succeed kama hauna moral authority ya kupeleka hii miradi bungeni kwa mujibu wa sheria, kijadiliwe kusudi the rules of the game zionekane tunakwama hapo katika haftus. Na nadhani tatizo kubwa sana sasa, uhitaji upo, hii nchi inaendelea, uwezi kuzungumza mahitaji. Amezungumza hapa dokta eh, amezungumza vizuri ya halmashauri, na amezungumzia halmashauri yang yangu ya Mleba. Mimi ni mbunge mstaafu wa wilaya ya Mleba, halmashauri inayozungumziwa, lakini pia najua hasa zilizo kule kwenye halmashauri kwa kupata hayo mapato. Kwa hiyo kiangalia, unaona mbego wamekusanya, wamekusanya vipi, wamewamaliza wavuvi, wamewahalas kuna ile tofauti harassment taking place kwenye halmashauri. Kwa hiyo hivi vitu lazima uviangalie kwa ndani mwako. Kwa hiyo mimi nafikiria kusema kwamba tunahitaji PPP, tunahitaji investment kwa ujumla FDI na internal investment sasa kusudi twende vizuri, kitu cha kwanza lazima tupe hizi hizi fedha tunazozungumzia, maana ni kimsingi, hapa tatizo letu ni fedha, where is the money? Nani ana fedha la dunia, national wealth? Siko hiyo, sio ninalo, nijibie. <coughs> Fedha kwa kawaida ziko kwa wananchi 60-70% of national wealth globally anywhere iko kwenye household, hiyo ndio kwa corporations watu wakubwa wakubwa hawa tunaowaona wanaweza kuwa na between yeah. Serikali zetu hizi zinalala kati ya 10% na 15, nayo kwa shida. Kwa hiyo lazima mwelewe kwamba serikali haina pesa. Sizungumzia Tanzania, zinazungumzia serikali general globally, so where does national wealth lie? Kwa hiyo tunapokuwa na nchi kama ya kwetu tukumobilize investments ndio maana zana ya stock market inakuwa muhimu, kwamba sisi hela za kuendeleza miradi tutazipata wapi? Uwekezaji ni mzuri, lakini utahitaji tujipange vizuri zaidi kwa namna hasa ya uwazi na ukweli, maanake huwezi kuwa mwazi kama sio mkweli. Nami naona hili ni tatizo. Kwanza kwa upande wa halmashauri zetu local government, pia tusiwakamoe sana wananchi. <coughs> Mtu wa Mrela, mimi nilipokuwa mbunge nilivunja beli ya mara mbili nikiwa mbunge, wangeni unapita arrest kuni unapita unakuta wameshaweka beli ya kuzuia watu wanakwenda kuuza ndizi. Mkulima amekata ndizi, ameibeba kichwani anakwenda sokoni. Hii ni perishable product, hajui kama atapata soko. Anakuta halmashauri anataka shilingi 500, asipolipa basi hataweza kwenda sokoni. Sasa akilipa akienda sokoni na ndizi, asipopata soko sile ndizi taifa, atapata hasara. Kwa hiyo hizi regime zote za financial mobilization, mimi nafikia kwamba kwa muda tulio nao na kituo chetu cha ch ch ch PPP kiangalie sasa mazingira ambapo tutaweza kupromote na kuattract foreign direct investment, na hatutaweza kufanikiwa bila kuweka mambo yetu sawa, bila kukubali sheria, bila kukubali uwazi na without compromise. Na huwa nasema, narudia tena, nawala katika ilisimopeshi ni kwamba kama ukiona mkataba umefichwa, uwe PPP uwe nini, ujue ni mbovu, una haja kuhangaika umefishwa kwa sababu haukizi viwango na uweze kutusaidia. Mimi nafikia kwamba, naomba kuwasilisha. La kwanza ambayo ni kubwa ni kwamba katika awamu, kwa mfano, ya Rais Mkapa, awamu ya tatu, tunafahamu kwamba wimbi kubwa lilikuwa ni ubinafsishaji. Maana ya basically ilikuwa ni kutengua kila alichokifanya na Mwalimu Nyerere, kwa sababu sehemu kubwa ya awamu yake ilikuwa ni utaifishaji. Sasa swali langu ni kwamba tumejifunza nini kutokana na wimbi lile la ubinafsishaji, hasa uliofanywa na serikali ya kau na nita, nilikuwa na mifano mingi, baadhi naali ametwambia, na baadhi ya mingine tusichanganye ni ya uh, FDI, lakini pengine kuna cha kujifunza hata hiyo, kwa sababu kulikuwa na ushirikiano wa namna moja na nyingine kati ya sekta binafsi na sekta ya umma sasa mwl uh, Resi Mkapa mwaka lub tisa alikai mauliana katika gazeti la Business mila na litanukuu, ita, ita yeye alivyosama experience ya kipindi hicho cha kwanza, anasema tulibinafsisha kila kitu. Kila kitu kilichukuliwa mikononi mwa dola, kila kitu kilinunuliwa na wawekezaji kutoka nje kwa sababu hatukua na mtaji wa ndani wenye uwezo wa kushindana makampuni kutoka nje yakafunga mashirika ya ndani kwa sababu hayakuwa natibia na tija na yaka yakayageuza mashirika haya kuwa wachuuzi wa bidhaa kutoka nje, kwa hivyo kuongeza watu wasio na ajira. Wataalamu wa Benki ya Dunia na shirika la kimataifa la fedha walitabiri kuwa hivyo ndivyo ingekuwa, lakini wakatuambia uwekezaji kutoka nje utazaa taasisi za kibiashara za kisasa zenye uwezo wa kushindana na teknolojia ya kisasa na kwa hivyo kujenga misingi ya kudumu ya maendeleo ya kisasa. Hakuna lolote kati ya hayo lililotokea nchini kwetu. Huyo ni rais Mkapa, anasema Benki ya Dunia na IMF walimwambia kwamba kuleni mtori, endeleni kunywa mtori, nyama mtazikuta wapi? Yes, chini. Lakini mpaka anatoka madarakani hakuwa amekutana na nyama. Sasa tunapoingia katika wimbi hili la pili, ambao tunaambiwa sasa habari ya mjini, tuendelee kula mtori nyama tutazikuta chini, ama tujifunze kutokana na experience iliyopita? Kwa hiyo ni la kwanza. La pili, nilimsikiliza na pengine, sasa ni changamoto kwetu, kama kama sehemu ya kusaidia ya ni kwamba sisi kama watafiti tukafanye utafiti, utafiti zaidi kwa vyangu mifano ya kwanza nimetoa Dr. Kinyondo na sijependa kurudia ipo mingi sana. Kwa mfano mfano kati, kati ya ushirikiano kati ya TTCL na MSI. Hii ilikuwa ni kampuni binafsi ambayo ilikuja, iliingia katika mfano wa uendeshaji. Waliingia katika TTCL wakapewa baadhi ya hisa, wakatumia miundombinu ya TTCL, wakatumia mtaji wa TTCL na baada ya miaka kadhaa eh, TTCL ilikuwa imekufa, MSI iliendelea kujibadili mpaka sasa hivi tunajua inaitwa inaitwa Airtel na kwa so ufupi ni kwamba Airtel ilijengwa kwa kutumia mtaji, kwa kutumia teknolojia, wataalam na hata ofisi na binara ya TTCL. Nadhani katika awamu ya tano kulikuwa na mgogoro mkubwa kati ya serikali na, na na na Airtel na, na, na ambayo ilisababisha hadi baadhi ya hisa za Airtel kurudishwa kwa mmiliki wake ambaye ndiyo TTCL, lakini TTCL ikaa. Kwa hiyo kuna hiyo mifano ambayo imezungumza pia Dr. Kinyondo ambayo inaonyesha kabisa huu ushirikiano mara nyingine inakuwa ni njia ya sekta binafsi kupora uh, sekta ya umma ama faida kutokana na sekta ya umma. Jingine ni pengine sasa ambayo ndio hofu ambayo inayofia ni kwamba iweze kani ubidhaishaji wa wa wa wa wa mlango wa nyuma. Kwa kwa mfano mimi nimekwenda nime, nime Nairobi na nimeona hata hapa Dar pia inapigiwa chapuo. Nairobi kuna, kuna kuna kuna, kuna hizi njia za juu ambazo zimejengwa. Kwa hiyo kuna matabaka katika ule mji. Ukitaka kupita barabara ya foreni ya kawaida kwenda airport tunapita kama hili za kwetu kama utakama saa nne kwenda hapo. Ukitaka kupita barabara ambayo haina foreni unatakiwa kulipia. Vivyo hivyo tuliona hapa katika PPP katika daraja la Kigamboni kwa mfano, ambapo ukitaka kuvuka ni lazima kulipie, katika sehemu ambayo ni huduma ya umma. Lakini daraja hilo jengo kubwa kutoka posta kwenda Oysterbay na Masaki Tanzanite kule hakuna kulipia ni bure. Yaani kwao ni huduma za bure kule ambapo kuna PPP wananchi walipia na wananchi wanahitaji zaidi. Kwa hiyo hofu yangu ni kwamba hiyo model ikitumika inaenda kuwabebesha wananchi mzigo zaidi. Na hasa kwa mfano hostel. Juzi nilikuwa nikiwauliza wanafunzi wako na kwa kweli kwa kweli nilikuwa najua ile kwa sababu nitakwenda nilikuwa na encourage ni waje. Kwa hiyo naambia waikue maswali. Nawauliza kwa, kwa na, na mfano wanafunzi anaishi Mabibo wa hostel. Analipa shilingi ngapi mnalipa kwa semester?

tujenge hapa na ukusanya obviously, kwamba kuna gharama ambazo zitapanda kwa wanafunzi, kwa sababu atakapoleta pale ataibua ile logic moja. Kwa sababu hiyo ni kuangalia na regulation, na lengo langu la kusema hivyo ni kwamba tuwe na maeneo, kuwe na maeneo ambayo serikali inasema kwamba haya, kwa kwa sahibu, na haya ukuka, ni jukumu la dola kuyafanya, kwa sababu maeneo hayo huwezi ukawa ni sehemu ya huduma. Hata kama itaingia kwenye ujenzi na sekta binafsi, basi ya iwe hivyo. Jingine sasa la mwisho ni yapo mengi, lakini kwa sababu ya muda ni, ni sijependa mpaka um, muda uende. Jingine la mwisho ni safeguards yeah, za sheria, ndugu Kafulila. Kwa hiyo kwa mfano sheria ya PPP ya ilifanywa marekebisho ili nadhani mwaka 2010 na baada ya zile sheria za ulinzi wa rasilimali na sheria ya PPP pia ilifanywa marekebisho, kikawekwa kifungu ambacho kinazuia makampuni binafsi kwa mfano kuishtaki serikali katika mahakama hizo tribunal za kimataifa. Lakini baadaye tunaona pressure zao kwa watoto wa kampuni kifungo hicho kilibadilishwa na nchi nyingi sana ukitazama kwa mfano wa Afrika Kusini, India na wengine wanajaribu kuomba hizo legal safeguards ili kuepuka hicho ambacho rais hapa alikifanya. Kwa hiyo nadhani kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo sisi kama nchi inabidi tuweke safeguards. Na kwa nini nasema hivi? Ni kwa sababu tuna experience kubwa kwamba mara nyingi kwa mfano uwekezaji. China walikuchea uwekezaji kuanzia 78 na kuendelea. Sisi tulikuchia uwekezaji kuanzia wakati wa mzee Mwinyi na kuendelea hadi la si. Gap ya China na sisi ilikuwa ni miaka tisa tu ya kuchezea uwekezaji. Kwa hiyo kwa ufupi ni kwamba hatua ya maendeleo ambayo tulikuwa kwa, kwa nayo nyuma ya China ni pungufu ya miaka tisa. Yaani China ilikuwa kwa miaka tisa iliyopita. Ndipo tulipotakiwa kuwa hatuko hapo. Kwa nini hatuko hapo? Kwa, kwa, kwa. Hatu, hatu, hatu kwa. Hatu kwa. Kwa sababu sisi tulifanya uwekezaji ambao hauna safe safeguards za aina yoyote. Nadhani hayo maeneo ambayo tunapaswa kuiangalia. Yapo maeneo mengine kuhusiana na ajira na mengine, na nadhani ninaweza nikaibua wakati wa mjadala, lakini kwa sasa nadhani hayo ni maeneo ya msingi ambayo vijana wangependa yaangaliwe ili uh, kuleta tija kwa taifa, lakini pia kama sehemu ya kulinda maslahi ya taifa na umma wa Tanzania. Asante. <laughs> In the absence of good governance, tutaendelea kuwa na story zile zile ambazo tulikuwa nazo mwanzo. Wanapozungumza transparency, accountability, wanapozungumza inclusivity, uh inclusivity, zote hizi ni misingi ya utawala bora ambayo kwanza tulipaswa kukaa nayo na kuiona na kusema tunayo nayo haya, na fikiri tatizo kubwa katika nchi yetu ni uwezo wetu wa kujifunza kutokana na makosa yetu watu ata China kulikuwa eti sawa ambayo sio kweli, south Korea uh, etc etc etc. Lakini ukiangalia hizi nchi zote Singapore na wengine, spidi yao ya kujifunza kutokana na makosa ni kubwa. Sisi tunaendelea kufanya makosa yanayofanana na makosa ambayo yamefanyika huko nyuma, kwa vitu simple tu, kitu simple kama kuwa na transparency. Sioni sababu serikali, wale watu walio karibu na pawa kufikiria kwamba wakiuficha ule mkataba wanafanya kitu sahihi. Wakati mwingine wanaweza hata wakatumiwa waka, waka vitu ambavyo hawafanya. Kwa hiyo ni, ni, even to the disadvantage, to the advantage, kwamba watu waone kwamba tuna lengo zuri. Kwa nini? Kwa sababu wako Tanzania milioni sitini na tano. Watanzania wachache tu hawawezi wakafikiria kwa niaba ya kila mtu, hawawezi wakawa wazalendo kwa niaba ya wengine walio mbali hawezi wakawa na uwezo wa kufanya maamuzi mazuri kwa niaba ya wengine. Kwa hiyo zile tenets kama usu, uwazi, usawa, uwajibikaji, rule of law, tusipohakikisha kwamba zipo na kuhakikishia, tutakuwa na stories za doa zikitokea, ila tu zitakuwa zikitajwa na watoto wetu, sisi tutakuwa tupo. Ni rahisi kuona aukasoro ikitokea, mradi unafanywa na private pengine kuliko kasoro ambazo zinajitokeza mradi huu huo ukiwa una unafanywa uki, na public institution. Ukitazama baadhi ya taasisi zetu na hasara ambazo wanazitengeneza, na imagine kama hizo hasara zingekuwa zinazungumzwa kwamba ni kampuni iliyopewa na serikali kufanya, pengine crisis ingekuwa kubwa zaidi. Kwa hiyo eh, lazima tuangalia katika picha hiyo pano. Kwamba ni kweli unaweza ukawa na issues unapokuwa umemkabili investor afana, lakini lazima kufanya ulinganisho, kwa sababu hakuna namna ambapo utapata the perfect system ambayo ita-itakuwa haina haina changamoto zake, hilo njimbo, lakini, kine, ni jambo muhimu, lakini jambo jingine ni hili ambayo nikusia kwa, kwamba kwa, kwenye, kwenye, kwa eh, tusiwele, tori, paka, ya kwamba ilikwenda ikasababisha toi mpaka awamu ya tatu inakwisha kwa maoni yangu mimi kunileta na wanazuoni ni kwamba pamoja na changamoto za kueetezesha, lakini bado faida zilikuwa kubwa kuliko changamoto zake. Awamu ya tatu kwa sehemu kubwa institution za kusimamia chu pengine na umsiki ambao kuna ufaidi mpaka awamu ya nne na mpaka awamu ya tano na mpaka sasa na na na na na zile macro economic, eh, parameters zijikuweza a kiasi kikubwa na tukaanza kuchukua sasa mwelekeo wa uchumi ambao leo tunaujenga, pamoja na changamoto zake ambazo zipo, lakini pia kuna hili la uzoefu wa kwamba wakati tunatengeneza sheria ile ya udhibiti wa rasilimali kwamba tulizuia, tulifunga nchi zetu zisiende kwenye international kwa ajili ya kulinda mastai ya ndani

Kabla hata tujafungua siasa zetu hicho hicho kilichotokea sasa. Sasa eh, kwa nchi ambayo tayari ni member wa ICSID sasa hii ICSID kufunga kuclose uchumi wake kwa sababu tutamalizana hapa hapa ndani moja, na kukuza confidence sio tu investor na. Na ha, hawezi, haka, haka wa nchi hata wala, naamini kwamba mzee wangu jenerali hapa hawezi akawa anaiamini serikali akaweka mtaji wake pale in case haoni uh, kuna mashaka ya kwamba kwa nini wanakataa tusiende kwenye international arbitration in case of the district. Kwa sheria ndio watu ipiga mbele, ndio. Lakini sisi wake ni huko kwamba tulikwisha kuamua tangu miaka 92 kule kwamba tukope na mambo yetu, na tukasaini hiyo information ambayo inataka tuweze kukubali kwa investment zote za ndani au za nje. Kwa nini ya international arbitration? Ukienda website ya Benki ya Dunia leo utaona nchi nyingi kama sio zote ambazo zimeachieve zime, mafanikio ya kiuchumi ni members. Zaidi ya nchi mia moja sitini ni members. Singapore ni member, Kenya ni member, Botswana ni member, Japan ni member. Na niambie nchi gani ambayo imefanikiwa kuongozwa uchumi wake? Kwa hiyo eh, eh, eh, ni, ni muhimu tukazitazama hizi issues lakini kwa jicho pana tunapofungua uchumi wetu na kuruhusu vitu kama hivi tunavuta nitaji like, za yeah, kiingia toka nje na hata na hata ya yeah, ndani. Tumepata kwa attempt close economy yetu wazee wa wasomi na Mungu hapo na fahamu eh kuna wakati tukipiga attempt kwa close, baadaye tuka open. Sasa kuna kote kuna issues uki close kuna issues uki open kuna issues lakini, in comparison, uki open up economy una budget nyingi zaidi kuliko kiufuka wakati wa 82 mbili tulikuwa na, ukisoma kitabu chao inakuonyesha kwamba mwaka tufikia kuwa na fedha si, eh, eh, e, za kigeni za kuhudumia masaa 36 siku moja na nusu, au sababu zingine, lakini ilikuwa ni za kufunga uchumi kwa hiyo kufungua uchumi, pamoja na kwamba kuna issue zake, lakini ndio uzoefu wa nchi nyingi kama sio zote ambazo zimefanikiwa. China leo imefanikiwa, China baada ya kufungua uchumi, baada ya kufungua uchumi waka miaka ya sabini ndio ndio ikaanza kufanikiwa kiasi kile ambacho kimefanikiwa leo. Iradi ya China kwenye PPP, tazama takwimu za mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Wana miradi yenye thamani ya dola trilioni moja point tano katika PPP <coughs> ambao ni karibu nusu ya uchumi wote wa Afrika. Kwa hakuna ambaye alifanikiwa akiwa amekufungwa uchumi wake. China ni mfano, Vietnam ni mfano, ukienda South Korea ni mfano, na wote hawa wamefanikiwa kwa kufungua uchumi zao. Kwa profesa, alikuwa na haya chache, walau tunaendelea mbele.